Hiyo ndo kahawa iliyokobolewa, hiyo ndo kahawa iliyokobolewa kabla haijasagwa. Wakishamaliza hapo, ina maana hizi ni bredi na wanatofautisha. Kuna kahawa ile ambayo ni nzito na ni nzuri, tunaita na mengine yanakuwa Matukati. Kama mapepe yenyewe mmeona, wakati hawajaruhusu kutoka yenyewe yameshajituma natokatoka, kwa hiyo kule wanabundika muda wa siku mbili au tatu, inategemea wale wataalamu hao, vijana wanajua, wanasema sasa hivi bado leo hatutatoa kuanika, maana tukishabundika kule kinachofuata ni kuanika kule kenekutia. Hmm. Tunabundika hii haitakiwi, ina sukari nyingi Mbegu hizi kama moja yakiogota pale ataona inateleza, kwa hiyo inapelekwa pale kwenye visima, inafunikwa, inavunda. Kisha vunda, ina maana ile sukari inajitenga na maji. Kwa hiyo tunaweka maji, tunasafisha. Kisha safisha, inatolewa kwenye mfereji mkubwa kutoka kwenye visima, mfereji mkubwa. Naona hivi visima vikubwa, kuanzia pale mpaka hapa inaingia. Kwa hiyo kiwa na kawa nyingi, unaona hiki kinajaa. Kuna kifunga unaweka cha pili mpaka cha tatu mpaka unaendelea naengelea hiyo, unafunika kwa siku labda tatu. Siku ya kuosha mnaosha kwenye kisima, mnatoa kwenye mfereji mkubwa, mnaweka maji mengi kabisa. Sasa inajitredi tena, ndio wanakinga kule mwishoni, wanaweka chekecheke. Wakikinga kule, baada ya kuwa imetakata, ndio inapelekwa sasa, kwa hivyo hmm. lakini hapa alipoelezea sista, inaposhuka hivi inaingia kwenye mashine hapa, kuna meno yanayomenya ile linafunguka. uh -huh. Kwa nini yale maganda yanatoka? Kuna haya meno, haya. Eh haya meno haya, haya meno ndio yanamenya sasa, yanamenya inatoa maganda yanakuja hapa, yakija hapa ikikisima kisima, hapa ni kirefu, ili tenki liko mpaka, ndio linaanza kuchekecha sasa, linapochekecha inajigredi kule, inaenda kutoka kwenye ile mifereji kule kwa hiyo wa grade 1 atafuata mfereji wake na wa grade 2 atafuata mfereji wake. Ndio wanatoka kule sasa kuendelea na process ambayo tumeisema. Eh, lakini kazi kubwa inafanyika hapa ya kumenya, hapa ya kuchekecha, yani kama kupembua kienyeji vile lakini natumika mashine. Ndio maana unaona hili chekecheke, mashine ikiwa inafanya kazi linacheza hivi. Linacheza. Wakati ilipokuwa nzima, eh, ma mashine ni ya zamani. Grade 1 tulikuwa tunairuhusu inakuja huku inapandishwa na mnyororo hapa ndio inashuka. Mm, lakini sasa hapa ni modification tu lakini inafanya kazi ile ile. Mm, kwa hiyo maganda yanafuata u mfereji wa hapa yanaenda kule chini. Kwa hiyo kahawa inaenda kule kwenye visima, ndivyo inavyofanyika. Na maganda, na maganda, eh, maganda yeah, ni mbolea pia yanakwenda kule yanakaa yakioza, ndio tunapeleka shambani eh, ndio inavyokuwa. Kwa hiyo ina asidi kali sana. Kwa hiyo lazima uivundike hata ye maganda haya, maji yake ukiweka kwenye shamba linakausha, kwa ajili mm, ya <coughs> asidi iliyoko. Kwa hiyo ndio kitu kinachofanyika. Kwa hiyo ikifika kule inaanikwa, kuna kuna nini grade ya kukauka pia, kwa kuna mashine za kupigia. Kwa hiyo kishafika kukauka kule tunaokota, ndio tunapeleka sokoni. Hiyo hmm. Kule ikifika sisi tunapeleka ikiwa na maganda kama tulivyoona pale, yeah. Tukifikisha kule kwenye zile factory za kule wanamenya tena yale maganda mara ya pili. Uh -huh. E, wana grade tena Uh -huh. E, kule kunakuwa na grade kama nne. Kwa hiyo watafunga sasa kwenye mifuko ya kilo hamsini, grade ya kwanza labda wanaita AA, grade ya pili AA moja, grade okay. ya tatu BA inakuwa mpaka ile tunaita mboni. Sasa ndio inaingia kwenye mnada sasa kwa ajili ya kuuza. Ehe. kwa hiyo wanakuja, soko la kimataifa linasemaje, kilo moja imefika dola ngapi? kama ni dola mbili mpaka dola tano. Kwa hiyo mnada unatuongoza, una, una okay. ndipo tunapoishia sisi. so watu wa kawaida ambao wanalima ambao mm. wana mashine kama hii wanauzaje? Eh. au wanatafuta, wanakuja kwenye mashine kama hizi au, mm. kuna mtu anaweza kununua hiyo product kutoka chambani kama hii. Hapana, huku kwa mfano sehemu za huku kila mmoja na mashine mm. E, kuna za kisasa zilivyoingia na nini lakini mm. wale ambao unasema hawana mashine pengine kwa mfano Moshi kule mm. au mikoa mingine nayo lima si, inakuwa ya kifamilia mm. na, wanakuwa ah, na zile mashine ndogo za mkono yeah. ah, okay. E, ambapo wanafanya kitu ambacho sio kikubwa sana kwa okay. hiyo wanakuwa na masoko yao ambayo kwa mfano Moshi sisi kwa upande wa kaskazini. mm -hmm. Zamani mlikuwa mnasikia kulikuwa na chama cha ushirika KNCU Kilimanjaro, sijui ni nini huko. Kwa hiyo hata sisi tulikuwa tunapelekaga huko, wakulima wadogo, wakulima wakubwa wote mm -hmm. Lakini ilipokuja soko huria sasa tuna, tunauza unakotaka. okay. e, kwa hiyo wanapeleka kule kwenye vyama basi inachukuliwa, to, soko likitoka, wanauza, basi mtu anapewa ile yake. Okay. ndio Namba, namba kuuliza ni nifenera mchakato ambao unafanyika hapa, na jaribu kuangalia pale mnapoanika pale, ndio inachukua muda gani mpaka ukauka? Okay. Na kangalia mechi ya kemeshi huko voko pia. Mm. Haichukui muda sana, kwanzia siku tatu mpaka tano, kwa sababu hata unapoitoa hivi kwa mfano kama jua limewaka, inabidi uwe na kitu cha kuprotect kwanza, isipate jua la moja kwa moja, unafunika. E, sisi hapa tunatumia jua kwa kweli e. Kwa mfano hivi imekauka, imefikia grade fulani, unaweza kuingiza, unaweka nyingine, baadaye unatoa tena lakini kuna mashamba pia ambayo yana, yana system za kukausha ineo kwa kutumia umeme au sola eh, hiyo pia ni mbinu mm-hmm. nyingine inayotumika hasa kwa hali ya hewa. Miaka iliyopita ya nyuma ilikuwa huwezi kuona jua, lakini sasa hivi jua lina li mm. yeah. waka mm. Sasa kule, changamoto ambayo watu wanaanza kugombana, kwa mfano, kuanzia mwaka 2011 hadi 2013. mm. uh, mm. Sasa kiangalia bei ambazo watu walikuwa wanapangiwa labda mm. mm. katika swala zima la, la, la, la, la, Wafu, tunajua kwamba namna ambavyo ukoloni mambo leo unafanya kazi mm -hmm, ni kupitia kupangiwa bei so, so, na hawa watu so, okay, sisi kukweli, pia, kwa kweli tunafuata pia bei inayo kwa sokoni, lakini kama sijarizika, nimepeleka kahawa yangu labda Kilimanjaro kule mm -hmm, eh, inatoka soko la kwanza naangalia mm -hmm, bei je itanilipa Nikiona hainilipi nawaambia, msiuze kawa yangu. Kwa hiyo nasubiria bei ambayo itaridhika nayo, lakini kama bei itakuwa ile ileile, maanake lazima uuze tu kwa hasara. hmm. Lakini tukisema sasa hivi serikali ilikuwa imeweka nguvu kusaidia vivyama, e, wameanzia Mtwara kule sijui nini, lakini kaskazini haijafika bado. Kwa hiyo bado tunapambana tu na hasa wale ma middlemen wale; wale ndio wanaotuumiza sana. Na ndio wanaonunua no, hizo kahawa wenyewe wanaenda kuuza kule pengine kama o nakupa dola tano ye anaenda kuuza ada dola kumi. Mm-hmm. Kwa hiyo huwezi kukwepa serikali isipokuwekea mkono. Okay. Okay.